Lakini tumekiona na kituo kizuri cha daraja C. RTC mwenyewe amekiona, tumekikagua. Kituo kizuri. Kwa sababu gari tumeweka kituo pale hapa, mzunguko wa fedha utakuwa mkubwa. Na hata sio mbele, mtaona wageni wengi sana hapa. Wageni wanakuja na tabia mbalimbali. Sisi mimi watu wa kwa ni waharifu. Inawezekana kuna watu wakali hapa wakawa wakaathiri tabia zetu za awali. Nawekea usalama kwanza. Kwanza kushukuru wewe kwa kujali kufika, ambaye amenipa nafasi hapa kumwakilisha katika hafla hii ya kukabidhi jengo. Nishukuru kampuni yetu ya Mamba na wananchi wa Ngwala kwa kuona hilo, lakini hasa ambao wameweza kutoa fedha zao na muda wao, na kwa muda mfupi kwa kweli muda mfupi sana kujenga kituo hiki. Kituo hiki daraja C. Kituo vya polisi vina madaraja A, B na C kulingana na ukubwa wa eneo na kwa hiyo daraja kujenga kwenye kata. Kwa hiyo tunashukuru sisi kazi yetu kuleta tu e, askari wetu awaleta hapa kwa ajili ya kwanza rasmi kazi baada ya kupata umeme, na niwahakikishe wananchi sasa kwamba kituo kiko karibu, unaruhusiwa kuja kutoa maranigo yenu lakini pia msiwe mbali na wana polisi. Tunawategemea wananchi, kazi za polisi si zetu peke yetu, tunawategemea wananchi. Kwa hiyo kituo hiki cha kweli, tusaidiane kulinda miundombinu yake, maji, umeme na vingine vyote. Sina zaidi zaidi ya kushukuru kwamba kuea mradi kwa mikono miwili, basi tuko tayari kufanya kazi kwa kadiri ya maelekezo ya serikali. Asante.